Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ndoto, lakini leo hii tunaona kwamba ni jambo ambalo si kwetu hapa linatupa faraja, na nimesikia kwamba tayari tuna akina mama kadhaa wameshajifungulia hapa. Leo Aprili 28 mwaka 2025, mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya mfuko wa maendeleo ya jamii TASAF, Peter Ilomo, amekagua mradi wa ujenzi wa majengo ya kituo cha afya Igagala katika Halmashauri ya Wilaya ya wa Wanging'ombe mkoani Njombe, ikiwemo jengo la kuchomea taka, jengo la mama na mtoto, maabara, pamoja na nyumba mbili za watumishi. Kiasi cha shilingi za Kitanzania milioni 501.6 zimetolewa na TASAF kwa ajili ya utekelezaji wa mradi huo, kama ambavyo mtendaji wa kata ya Ulembwe kutoka Halmashauri ya Wilaya ya wa Wanging'ombe, Sharifa Kunga, anavyoeleza kijiji hiki kilipokea kiasi cha shilingi milioni mia tano na moja laki sita themanini nne mia tisa sitini nne pointi sabini na nane kutoka TASAF kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha afya Igagala, katika majengo ya kichome, katika jengo la kichomea taka, jengo la upasuaji, jengo la mama na mtoto, jengo la maabara pamoja na nyumba mbili za watumishi, na mradi huu umetekelezwa kwa fosi kaunti. Hata hivyo kituo cha afya cha Igagala kinakabiliwa na changamoto ya jengo la kuhifadhia maiti mochwari, pamoja na wodi za wanaume na wanawake. Kupitia mradi huu wa uboreshaji wa miundombinu, mpaka sasa kwenye kijiji hichi na kata hii ya Urembwe, tuna changamoto moja ambayo ni ukosefu wa jengo la kuhifadhia maiti. Kwa upande wake, mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya wa Wanging'ombe, Agneta Mpangile ametoa shukrani za dhati kwa ujenzi wa mradi huo ambao umekuwa ni mkombozi kwa wananchi wa Igagala, lakini pia ametilia mkazo ombi la ujenzi wa wodi pamoja na mochwari. Haikuwa rahisi, ilikuwa ni ndoto, lakini leo hii tunaona kwamba ni jambo ambalo si kwetu hapa linatupa faraja, na nimesikia kwamba tayari tuna wakina mama kadhaa wameshajifungulia hapa Igagala oye miongoni mwa masems wetu ha mmoja amejifungulia, kuonyesha kwamba huduma iko thabiti. Kwa hiyo, akina mama jamani, tujiandae kubeba matumbo kweli, si kweli? Lakini zaidi ya yote, mkurugenzi wetu, nakushukuru sana kwa ajili ya haya yote yaliyofanyika mahali hapa. Ni kweli tumekamilishiwa wodi la mama na mtoto kama unavyoliona, lakini bahati mbaya sana hatuna wodi la kulala wagonjwa wengine kama akina mama akina baba. Kwa hiyo kushukuru pia, naomba lete ombi langu na kuomba pia ikikupendeza, kwa sababu hapa tunahitaji huduma nyingi. Ikupendeza tuombe tusaidiwe maodi, na pia ikikupendeza tuweze pia na mochwari pia ili tupunguze kasi ya kwenda mpaka Njombe wakati mwingine na kupeleka mpaka hasa Njombe kwa ajili ya kuhifadhi maiti kufikia elfu mbili na thelathini ji noan, ukiona ukiangalia kulia na kushoto makazi yamebadilika sana, na nimewaambia nyumba anazojenga hee sasa hivi wao sasa wanajenga msao vyote kwa kuangalia kulia na kushoto, kwa hiyo ndio maana uchumi unaongezeka. Wamebaki wawili, na hao wawili wako mshoni wa taiti, lakini niombe tu kwamba kama alioomba mwenyekiti, sisi kama Wanging'ombe, ali tunania barabara hizi kuu, hii ya kwenda Makete mpaka mbele, tukifanye kituo chetu kwa hospitali ndogo ndo maana tunaomba wodi ya wanaume na wodi ya wanawake na mochwari. Peter Ilomo ambaye ni mwenyekiti wa kamati ya uongozi ya taifa ya TASAF ametoa wito kwa viongozi pamoja na wananchi kwa ujumla wa maeneo hayo kutunza mali za mradi huo ili kuwasaidia wao pamoja na kizazi kijacho. Kwa kweli binafsi nafarijika sana, nipongeze sana, nirudie tena kwa kazi nzuri ambayo imefanyika Niombe tu moja katika hilo, utunzaji wa mali ambayo tumeipata. Utunzaji mi nadhani uongozi wa kijiji na halmashauri, tunapokuwa na rasilimali kama hii, ni wajibu wetu kuitunza ili iweze kusaidia sisi tuliopo leo, lakini pia na wale ambao watakuja baadaye. Ilomo amesema kuwa watalifikisha ombi hilo kwa serikali kuona namna ya kushughulikia maombi ya ujenzi wa wodi ya wanaume na wanawake pamoja na jengo la kuhifadhia maiti. Kuna maombi kuna maombi ambayo yamewasilishwa yame, moja ni la sehemu ya kuhifadhi maiti, lakini pia kuna wodi ya wanaume na wanawake, labda niseme sasa kama sehemu ya serikali na serikali yenyewe iko hapa, tutaendelea kuzungumza nao tuone namna bora ya kuweza kufanya hiyo, kutekeleza hayo maombi. Mradi wa ujenzi wa majengo ya kituo cha afya ya Igagala ulianza rasmi Juni 1 mwaka 2023 ambapo Ulitarajiwa kukamilika Septemba 30 mwaka huo, lakini changamoto za mfumo zilipelekea mradi huu kukamilika Juni 30 mwaka 2024.